Niko na mwimbaji wa muziki wa Injili, anaitwa Bahati Meshack. Najua sura hii siongeni sana kwenye video yako, na leo anatimiza uh, miaka 35 plus katika huduma. Nataka uniambie nani hii miaka 35. Ah uh, vitu gani vikubwa vitatu ambavyo vimekuwa ni nguzo kwako ya kubaki katika huduma na kilichokufanya uendelee mpaka leo na kuendelea zaidi. Ah, katika huduma hii ambayo niko nayo sasa ni miaka 35 plus. Vitu ambavyo vimesaidia mimi kuendelea katika huduma kwanza kabisa ni maombi, lakini pili unyenyekevu, tatu ni kumheshimu kila mmoja ambaye anathamini huduma yako, ya ndo vitu ambavyo nimekuwa nikitembea navyo na nikiishi navyo na mpaka hapa nilipo, na heshima mkubwa na heshima mdogo. Kitu gani ambacho sasa hivi tuna kwaya nyingi zina, zinaibuka na umekuwa ndani ya kwaya na unafanya pia kama mwimbaji binafsi, nataka uniambie, uh, kwaya nyingi zinakosea wapi kiasi kwamba haziendelei tena mbele? Nadhani kwaya zinapokosea kwamba haziendelei mbele ni pamoja na kwamba uongozi ambao wanakuwa nao. Ukiwa na uongozi ambao unajitambua, kwaya inaweza ikasimama, lakini ukiwa na uongozi ambao haujitambui hiyo kwaya ujue kwamba haitafika mbali. Sisi tunajivunia kwamba tuna uongozi ambao uko makini, kwa hiyo ndio maana unaona vitu vina flow na vinaenda vinene na tunadumu mpaka sahii kwenye huduma yes. kwaya za AIC hapa nchini Tanzania ama East Africa zimekuwa zina wa inspire kwaya e nyingine kutoka labda madhehebu mengine, siri kubwa ya uimbaji uliomo ndani ya AIC Kanda ya Ziwa, Dar es Salaam, sasa hivi na mikoa mingine, ni, ni, ni, ni ipi zaidi? Kanisa lina linawatengenezea mazingira namna gani, kiasi kwamba kunakuwa kuna, kuna kwaya kuna nyingi ambazo zinafanya vizuri kutoka act? Ah, nadhani hii ni neema ya Mungu ambayo imeachiliwa katika kanda ya Ziwa. Hii ni neema ambayo Mungu ameiachilia. Kwa hiyo unakuta ka, makanisa yote ya AIC hakuna kwaya ambayo haiimbi. Hakuna kwamba kwaya ambayo haina jina, na vile ambavyo kanisa kama kanisa linaheshimu kile kitu ambacho tuko nacho Yeah. Okay. Wimbo wa Usiku wa Manane umekutambulisha zaidi hapa nchini Tanzania. Hebu niambie kitu gani ambacho kimekuwa kama ni uh, kumbukumbu kumbu kwako kupitia ule wimbo? Kitu ambacho kimekuwa kumbukumbu kwangu kupitia wimbo huo ni kwamba umenifanya kutambulika umenifanya kila ninapopita watu wajue kwamba kuna Bahati, na nimepata heshima. Yani kila sehemu ninayopita niko na heshima, ninajidai kwa sababu hiyo. Kanda imenitambulisha na nimeendelea kupata kibali, nimeendelea kupanua mipaka ndani na nje ya nchi. Yes. okay. hmm. Labu tupatie akapela yake, uh, usiku wa manane, usiku mtulivu anavyoutumia kuleta amani, kuzama kwa maombi, ukimwita ukitafuta uso wake Bwana utaiona mbingu. Umeja. Wow. <laughs> So nice. Yes. So sasa hivi leo umefanya live recording yako, hii ni ya kwanza yeah? hii ni ya kwanza, kwa mimi binafsi ni ya kwanza, lakini kwenye kwaya hii ni ya, tumefanya mara mbili, mm, ya yeah, lakini kwa binafsi hii ni ya kwanza. So malengo yako ni yapi, uh, kama mwimbaji sasa binafsi pia malengo niliyonayo ni, ni kuwafikia watu mbalimbali mbali kupitia huduma ya uimbaji, kwa sababu nimeona kwenye uimbaji kuna watu wanafunguliwa wana kuna watu wanagangwa wana mioyo. Kwa hiyo kupitia uimbaji ni, ni, ni mahubiri tosha ya mtu kufa, kupata kitu fulani kufunguliwa, kuponywa. Kwa hiyo natamani nifikie watu mbalimbali mbali kupitia njia nj, nj, nj ya kuimba ili kuwafikia watu mbalimbali mbali, waweze kumjua Kristo, waweze kufunguliwa, waweze kuponywa. Hiyo ndio shauku yangu kubwa katika upande wa uimbaji. Okay. Ukipewa nafasi ya kuwaonya waimbaji wa muziki wa Injili chipukizi kuhusiana na huduma hii na uzito wake na changamoto zake unawaonya jambo gani? Aa, kitu ambacho ninawasihi na kuwaambia waimbaji wa nyimbo za Injili tusimwone Mungu ni mtu wa kawaida sana, tumwone kwamba ni Mungu ndio kila kitu katika maisha yetu, na tunapofanya hivyo, yeye anazidi kutuinua, anazidi kutupandisha. So tusimwone Mungu wetu ni Mungu wa kawaida, tuwe na hofu naye, tumwogope tu. Tunapofanya hata hii huduma tujue kwamba Mungu ndio ametupa hii huduma. Kwa hiyo tuwe na ile hofu ya Mungu. Asante sana, asante.